majibu ya yale ambayo tunayaona mara zote katika ndoto, nami Maalim Jafari Mtavassy kwenye kipindi kingine maridhawa cha tafsiri za ndoto, na hii ni jumla ya mwendelezo wa vipindi vya tafsiri za ndoto kutoka kwetu Mtavassy TV online, na leo tumechagua kuzungumza kama title inavyojieleza hapo kwa chini ya video yako tunaona Leo tunazungumza mtu aliyeona anaitwa katika ndoto. Ni nini hasa mtu akiwa anaitwa ndotoni, itakuwa inamaanisha ndoto yake? Um, mtu ambaye ameona anaitwa ndotoni na ikawa ameitwa kwa jina lake halisi, lile jina analotumia akaitwa kwa jina hilo ndotoni, hii itakuwa inamaanisha nini hasa? Hii ndiyo topiki yetu ya leo. Nifuate vizuri. Endapo mtu ataona ameitwa na ikawa kwa jina lake halisi, ndoto yake kwa hakika itakuwa ina maana ya kile ambacho jina lake imebeba maana kwenye hilo. Kwa mfano mtu ambaye anaitwa Neema, binti huyu wa Kiislamu anaitwa Neema, au hata kama asiye binti wa Kiislamu akawa na jina lenye maana hiyo basi hakika akiitwa katika ndoto ikawa ameitwa kwa jina lake halisi Neema, basi hakika ndoto yake itakuwa na maana kwamba mtu huyu atapata neema katika maisha ya kawaida. Na vile vile, endapo mtu ataona ameitwa kwa jina ambalo si la kwake, jina lake ni Neema na akaitwa kwa jina lenye maana mbaya basi ndoto yake itakuwa ina maana ambayo inabebwa na hilo jina aliloona anaitwa. Kwa mfano akiitwa shuku, basi huyu mtu huja akashukiwa, huja akatuhumiwa kwa jambo fulani. Au mtu akaitwa makosa. Makosa gani? Kwa mara ya kwanza makosa gani? Hili jina hili hakika litamletea athari baada ya kuamka kwake usingizini. Hivyo basi, ukiitwa kwa jina sio lako, rudi kwenye maana ya jina hilo katika lugha iliyotumika, hata kama itakuwa ni lugha ya nyumbani. Kuna hizi lugha ndogo ndogo hizi, Tanzania tuna makabila takriban mia na kitu eh, hivyo mia plus. Sasa basi, itakuwa inajulisha hilo, hata kama ikiwa makabila mia mbili, mia ngapi, vyovyote itakavyokuwa kama ni jina lile ambalo katika kabila lako labda au kabila jirani, au umeitwa umeitwa kwa jina ambalo hujui hata maana yake, rudi katika maana ya jina hilo, uliza. Ukifahamu basi ndoto yako itakuwa na maana hiyo vile vile. Kwa mtu mwenye jina ambalo lina maana si nzuri, wako wazazi wameita watoto wao majina mabaya kama vile wanimi, wanimi ni kinyesi. Mtu kamuita mwanawe Rumaisa. Rumaisa ni kitu chenye kufudikiza mchanga, unaofudikiza ule mchanga wa kaburi huo, unafunika si ndio? Hii ni Rumaisa lakini inawezekana ikawa chungu kinafunika na kinafunikwa kwa ajili ya kuzima moto, ni Rumaisa, yaani kile kinachotumika kufudikiza kitu kingine. Hii ni Rumaisa. Hivyo basi, mzazi kama amemuita mtoto wake jina hili, akiitwa katika ndoto, jina hili litakuwa na maana hizo.